Kuna siri moja hivi ambayo huwa anakuwa nayo peke yangu, yani si kama na wengine wanayo, lakini huwa huwa nako kasiri peke yangu eh. Ikifika muda wa ku, kurusha matangazo hasa sasa matangazo yangu sana, na hata wale ambao nasimamia matangazo yao, huwa nikitengeneza picha, video na ofa yangu pale. Imemalizika naliweka tangazo pale, sasa mimi navaa viatu vya mteja. Sasa kwamba okay, kama ningekuwa mimi ni mteja, hii ni tangazo, ningekutana nalo ninge ninunua kweli? Kufanya hivyo itakusaidia sana. Oh, wewe usipandishe tu kitu, ila yani ile mradi tu umepata umepandisha, jiulize pia wewe ungekuwa ni mteja, hiyo hiyo bei ambayo unauzia watu ungenunua, huh? hiyo bidhaa ambayo unauzia watu ungenunua hiyo picha na video ambayo unaitumia hapo ingekushawishi kuweza kununua? Inabidi ufanye vitu kama hivyo hivyo. Ndio vitu pekee ambavyo huwa vinanifanya mimi natanga, na, na, natengeneza matangazo ambayo yako vizuri sana, kwa sababu nakuwa nimeshajidhihirisha kwamba ya mimi hapa, mimi nanunua hapa hapa, eh hapa fresh. Hapa hata kama unawashikaji pembeni nini, una watu ambao uh wanaweza wakakushauri nini, hakikisha unafanya hivyo, usikae peke yako sana, usikae utengeneze kitu kwamba natengeneza tu kiondoke. <laughs> Na wateja nao wataliona hivyo afu hivo watasukua wataondoka wata kwa kwa hiyo, hakikisha unatengeneza kitu ambacho wewe mwenyewe ukivaa viatu vya mteja, una uwezo wa kuchukua hicho kitu, wa uwezo wa kununua hicho kitu na maisha yakaendelea kama kawaida. By the way, kwa mahitaji ya kujifunza jinsi ya kufanya matangazo kwenye mitandao ya Facebook pamoja na Instagram, niandikie DM nataka then mimi nitakuunganisha moja kwa moja kwenye program zangu. Karibu sana.